Of course, tuko na Habibu K yeah. Salamu yake inakwenda na kitu ambacho yeye huwa anafanya. Salamu yake haiwezi kwenda kwa mambo vipi, inakuaje? yeah. E bana Habibu K unatuona tuko hapa yeah. Didi, unamwona DJ Patkat pale yeah. mitambo naiona hey, yeah. yeah. kamera na vitu kama hivyo unataka yeah. tupatie salamu na watanzania pia wajue tumesalimiwa. Patkat yuko tayari kule

ye yeah, asalamu as alaikum jamaa, nawasalimia niko hapa kwenye King Freestyle my dear, sisi ni mguso wa jamii, tunaguse hizi jamii kwenye MC yeah, kushoto kwangu yuko Didi so shida nami nafanya rap iwe tamu kama miba, okay, style kama liva, style kama tisa, mbele yangu yuko twana lupeza, ni miaka mingi sana bro, nilikupoteza. Yeah, na hapa nipo kwenye flow ka nacheza, miguso mm -hmm, inafanya niguse kwenye MC marapa uni mi kama ticha mdas, kwa maana hii dunia dunia saa imejaa sana chip, okay. kwa maana hizi ndoa na mapenzi amekuwa chipa watoto anaona raisa, kwa sababu wakijua wasanika wanaigiza kamela inanichukua baadaye, mpate video matilio hapa kunipata, tunasikika kwenye radio na tukiwa dani mia moja, nukta tano na mimi kwenye rap nasimama kamifano Samia Suluhu, tupeleke uchumi wa juu mama, hakuna shida, milaba tunapata sana kusoma rapa, sina shaka nao kujikompea na mimi nikakuzusia mafao. what's what's up uh. Yeah. Let's what's up? What's up? What's up let's go yeah, uh.

Sina shaka una purpose, ila flows navyopita DJ Papati anangongea bit na mimi napita bila wasiwasi, hapa kati kati, na jijao wa basi ama followers lewa teja sikio mpaka basi, flow ni kama shida, flow ni kama shiba, navyo pita flow tamu kama King Kiba line sober leader straight for the shida, umu ace naleta joto soda. Ah, sim what's up yeah Uh, tuakasema nchane sim mule kuna foni kwa maana namba za sim, na mule kuna whatsapp na telegram. Wazim you know what that Wazim simu yake na black na godi flani. Wazim kamela zipo kisteam, na hapa nataka nichane kwa vizuri. kwa simu ile ina battery na kio that's for sure, na ichana iko vizuri kaika black black flani ya kuvutia in raw simu yake msijui ni bei gani, lakini so iphone sijajua ni sim gani, lakini zote zinasoma lamani juu ni taa Manake utupa mwanga kwenye kiza like wa na hivi namulika like okay. Nyeupe nyeupe like ta, nilichokuchunguza ni maziwa like wa, ndio maana mm -hmm. Nimeganda ili neno linaitwa ta inamulika ili kamera ipate picha ngavu, napa inafanya kishupavu kwenye flow bavu, awezi pima kwenye bato misinaga wa bavu, kwa zima rapa wepesi, maana utantia stress ye yeah, nichane nini kingine kwa manu, mini machine chakula kipo. <laughs> Wali, ugali, dagama ustari, ni kama vile kutaka baga mbele, una wali nilikotoka sijala chochote, mibidi fike hapa kwenye njia siku zote. Chakula unachotaka ndo tagizia kwa menyu, nenda kwa hoteli ukiwa na pesa, mambo ni venyu, ni vile unavyotaka. Uwezipata chakula bila ya pesa, jamaa, dunia imechenji jamaa. Chakula siku hizi kinauzwa kila mita, mamalisho ametapaka kwenye kila mita. Laba yangu bei ya gari uwezinunua jamaa, level ilizofika. Mimi ni Sa natak like star yeah tu akanambia ni chane saa yake, sijui kama inasema kweli au sijui, ya kwake sijui kanunua gharama gani, ni vosi mani watch phone for right me na voiona rangi ya udongo for real, eh maneno fulani ambayo siyaoni I like eh, ila inaipenda kuichana for that me vitobo vyake kwenye ile sasi visabu sijajua, hesabu imenipita kiajabu, that's why earphones inagonga muziki na, na mimi nasikiza sound vizuri kwenye hizi biti inapita baba, you know what I'm for this fit, heshimu mwanamke kama naheshimu kitu kingine e heshimu heshima yako ili upate mwanamke mwenye heshima, saa zingine un

Tumenyosha mkono wenyewe humu ndani anaitwa Habibu K ladies and gentlemen. Yeah, dakika yeah, ni ya yeah, 46 mara baada saa sita kwa saa za Afrika Mashariki, of course hiyo, yeah, yeah. ni salamu sio, yeah, yeah, uko vizuri yeah, good sana, good sana, congratulations kwanza kwa kipaji habari ah, ah, yeah, yeah, ya miaka mingi da, ni na maisha unajua, zile katika kutafuta riski, wakati mwingine mnaweza mkajikuta mnagawanyika tu. Bahari ni kama maisha, kwa hiyo maisha ni kama bahari, kwa hiyo inaweza ikapiga wimbi, huyo akaenda kule akarudi huko. Sasa shukrani kwa Mungu kwa sababu tumerudi tena kuwa hapa, na mimi niko kwenye ile line ambayo nilichagua kuwa Habibu K na kufahamu muda mrefu miaka, yeah, mingi yeah, yeah, yeah. Enzizo ulikuwa bwana mdogo sana <laughs> Ilikuwa mdogo sana kaka, na brothers ilikuwa nyingi vibaya mno. <laughs> nini kinakuchelewesha mdogo wangu? I think mimi uzuri au ubaya zaidi ni kwamba, e, nilichagua kusoma sana dini, hichi ndio kimenisaidia zaidi. Kwa hiyo nagundua kwamba huu muda wangu bado sasa. Saivi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipa tu ufahamu kwamba najua this time bado, kwa hata nikikutana na mtu akiniambia ah, ngoma yako siwezi kupiga kwanza kwa size, najua tu bado muda haujafika, ile ukifika tu mm. Yani, hata ningekuwa naimba mapopo that's why risk, Mungu kashaandika. Ni kama vile unavyoona umauti kishaandikwa uende kufa Dubai, utasafiri tu, hata paspoti mm. itakuwa rahisi. Kwa hiyo mi niko katika subira ile ile, ila nafanya ile quality ambayo niko nayo kao. Kuna watu wanakwambiaga hivyo ngoma yako muda bado hujafika Uh, but kwenye game ni kawaida hiyo. Unajua vitu hivyo vimeanza back in the days, unajua mm. zinaweza kupeleka mm -hmm. mtu mwingine awezi kukwambia kwa maneno, mwingine anaweza kuonyesha ishara. Kwa hiyo kwahiyo unalipokea kama lilivyo, kwa sababu upo kwenye hicho ambacho ulichochagua. Huwezi ukalalamika, kwa sababu kila kitu kinaenda kwa mpango wa Mungu you know Mm. Kama vile mimi nilipotezana na hapa, lakini Mungu ameandika kasema huyu utarudi mwaka mtakutana mm. tena. Yeah. Okay, mara mwisho tumefanya mahojiano hapa mm. Ulikuja ukaachia kitu chako yeah, na nataka nice. Na kujua um, ile kazi ilikuwa nzuri of course, na binasi nataka kujua sasa tumeendelea au maana kuna ile kama jackpot ya, umepata hiyo moja alafu unarudi chini, lakini mwingine akiipata hiyo moja anaondoka. Kwa hiyo unataka kujua mwendelezo, kwa sababu nilikuwa nategemea kuona zaidi. Umeanza na Bilnas hmm. nilitegemea kuona mbali zaidi, yule ni Nenga, tunamwongelea Nenga hapa. Ya. Hmm. Uh, uzuri ni kwamba mi na Bilnas tulisoma shule ya msingi wote pamoja na ah. familia yake, mama yake, mimi ananijua na nijua hmm. so mimi si, si mjui kwa sababu leo ni Bilnas, hata nikutana hmm. naye anihitaji Habibu, ananitaga Karimu, lile jina la babangu so mara nyingi sana uwaga niko naye zaidi lakini napata na, na, kitu kimoja ni kwamba yeye ameenda viral zaidi. Unajua, katika kwenda viral alafu tayari kuna watu wengine katika maisha yake, so wakati mwingine ukishaona mtu kasha kutangulia, kuna hatua kadhaa unabidi uchague jinsi ya kumsogelea na jinsi ya kuchagua vitu vya kwenda naye, lakini mm -hmm. ile ngoma tulifanya muda kidogo ambao kabla kipindi ambacho anatoa cha pose ah, no raha Mm, mm. i ambacho anafanya naye ndio kipindi ambacho, lakini for right now, mtu akishia kuwa amesha sogea amwezi tena kuwa sawa sehemu ile ii sehemu, hata mawasiliano mm. na vitu kama hivyo, kwa sababu amkua hivyo, lakini mimi niko na track nyingi sana ndani. Mm. but mara mwisho mwaka jana niliachia albamu yangu inaitwa Rap Forever mm. ipo kwenye mitandao ya kijamii, so mimi nafanya kile ambacho kiko ndani yangu. That's best rapper kuliko marapa wote walokopo sasa hivi kwa sababu mimi nafanyia ule ukubwa wa isana ambavyo inataka nafanya vile ambavyo maln gw alikuwa anafanya, nafanya, nafanya ambavyo ni content creator ambayo unataka mtu asikilize milele hata nisipokuwepo, lakini naacha create ambayo itabakia hapo okay. Yeah. Una, una, kwa hichi ambacho unachokiongea maana yake ni kwamba kuna baadhi pia ya wasanii ambao unaweza kuwaandikia kazi au ulishawahi kuwaandikia kazi. Uh, no, sijawahi kumwandikia yoyote kwa okay. Sababu mimi mara nyingi hata nyimbo zangu mimi huwa na freestyle kwa sababu hata kukaa kuandika inanichukua muda mrefu sana mm. Kwa hiyo mimi hata ngoma ukiona nimeileta radio ujue nili freestyle ile nyimbo ya binasi, hizi zote ni freestyle. So ni kwa sababu ile Mungu amenijalia kuwa na hicho kitu mm. Kwa hiyo mara nyingi hata mtu anapotaka kuniambia bwana, nitaka uniandikie wimbo uzuri ni kwamba mimi nachagua sana kwa sababu tu hii inanisaidia kwenye kitu sehemu moja akija msanii akiniambia bwana nataka uniandikie nakubaliana naye kwenye vitu vya msingi naweza asinilipe lakini kuna sehemu nataka yeye kwenye ile nguvu yake nifike hapo ai kuna hichi lakini nataka ndio kiwe hivi. Nakua, lakini bahati hiyo sijapata ya kumwandikia mtu okay. so, yeah. umesoma na bilnas ni kurudisha hapo yeah, kidogo Uh, Bilnas ameenda viral, yeah, kama ulivyosema yeah, zaidi kaenda yeah, viral zaidi mm. Nataka nijue uh, kwa sababu mtu akishakwenda viral ana familia na na watu wengine oh, course, kama yeah, ulivyosema yeah, nataka unipe hustling za jinsi ambavyo ulimtafuta Bilnas ambaye anakuita Karim yeah, uh, jinsi ulivyompigia simu, jinsi ilimechukua muda gani mpaka mka connect, alafu mka, mkafanya na baada ya hapo mlizungumza nini tena uh... Unajua hii ngoma nakosaraha ina miaka nane nyuma mm. Kwa wakati anatoa raha, mimi hapa nilikuwa niko Kinondoni Dasmi, nilikuwa nafanya freestyle hizi maisha klabu Sansilo katika mm. zile freestyle bato la Skilla nikishinda na kuwa king na nini na shinda. So obvious ni kwamba yeye ananijua toka shule kwa sababu mimi na yeye tulikuwa tukiwa shule ya msingi pale Mkunguni Kinondoni. Tulikuwa tuna mtindo wa kupimana ubavu kwenye freestyle. Lakini mimi hakuna siku ambayo aliniweza ila ni kwa sababu das we are brothers, unajua zile. Na vitu vingine kwa sababu yule kashakuwa mkubwa sasa hivi, kuna baadhi ya vitu vingine uwezi kutoka ukaviongea utaonekana muongo. Muongo kwa sababu anatafuta kama umaarufu. Ila yeye mwenyewe katika spirit ya maisha yake akikaa hivi mwenyewe akikumbuka za shule atajua kabisa Habibu ni mtu gani kwenye maisha yangu niliopita, nikiwa hapo. Kwa hiyo mm, mimi siku moja niko Kinondoni ndio nikakutana naye, nikaanamwambia da, nimesikiza ngoma yako ilikuwa kali, kwa sababu alikuwa anaandika sana Kiingereza. Mm, alinikuta kwenye kibanda na kunywa soda, so nikamwambia Kiingereza watanzania kukusikiliza, lilo waini wapate naye shida naa naye shida itakuwa kwako tabu, ndio njona Kiswahili. Unajua kwa sababu mi nasikiliza sana mziki, kwa hiyo ukisema we uje Kiingereza utasumbua watu you n know? kwa sababu dunia inataka vitu tofauti. Mimi jeizile wakinisikia naimba, so it was like that where ataona hichi so kigeni kwangu kwa, kwa sababu mimi hii ndo lugha yangu, nataka nimsikie mtu mchina na rap ili nami nije naye niende hivo hey. Kwa hiyo mwisho wa siku akalizingatia hilo akawa ananipa ngoma zake. Tunakutana na msikizi cha bwana na chibwa hii miaka hiyo ikatoka dem gani ile na Barnaba. So always kuanzia pale nikamwambia, bwana nina track yangu mixtape nataka tufanye. Hiyo mixtape ilikuwa beat wa Wooden Boys ya yule mm. Mzee Arifa. Akanishauri akaniambia, bro kwa jinsi game ilivyo, una kama ulivyonishauri, unaonaje tutafute ngoma kama ngoma. Mm -hmm. Kwa hiyo ikapita kama masiku manne matatu, nikamcheki akaniambia, niko busy kidogo na mitihani chuo, ngoja nitakucheki. Kwa hiyo ilipopita ilipo masiku kadhaa wiki, mimi sikumtafuta tena nikachillax tu. Siku yake akanipigia simu bwana, chuo nimetoka fresh. Kwa hiyo vipi, naweza kupita hiyo mitaa. Akaja fresh, haikuja sijui kwamba nimtumie nauli sijui nini, alikuja akaniambia, nataka pia nipajue hadi nyumbani. Kwa hiyo tukaenda home na kipindi hicho hicho ndo ambacho alikuwa anagombania tuzo ya msanii chipukizi ambacho yeye alikopoe kipengele na Baraka de Prince. So, hmm, tukaa tu nimeshiriki katika hiyo harakati ya kuhakikisha kwamba hilo jambo linafanikiwa, lakini haikuwa risk, unajua zile. Bill Nas the best rap ambaye saundi yake ni nzuri ambayo mimi naipenda zaidi. Sawa, kwa story ambayo umetupatia hapo, hmm. Uh, inaonyesha kwamba Bill Nas huwa na mudu, unahisi unahitaji msaada kutoka kwa Bill Nas au hauhitaji msaada kutoka kwa Bilnas ili na wewe uende viral zaidi. Anachokifanya sasa hivi, mm. Msaada nitauhitaji, so nachokifanya sasa hivi kwanza ni kutengeneza yule Habibuke. Unajua sanaa ni kitu kibaya sana, mm. Ukiwa ujiwezi kabisa, ukawa unabebwa kila siku, wewe utakuwa ukichukuliwa ngoma ikifeli kidogo, inabidi umtafute tena Bill Nas bwana enshowe mkidogo kaata kwenye chorus ya kubebebebe was game. Mimi kwa sababu naifuatilia siku nyingi na naijua, najua kuna wasanii waliwashirikisha wasanii wakubwa wakapigiwa chorus kali, lakini baada pale ikawalevya, kwa hiyo hawawezi kurudi mpaka leo, anajitafuta tu kwa sababu, yule msanii, akaenda, yule msanii, mm. kuliko, yeye, kwa sababu yule msanii alimpeleka akaenda yule msanii kuliko yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi kwa sababu tayari nishafanya naye ili baadaye ikitokea mimi nafanya na Bernasi itakuwa story, kwa sababu huyo Habibu tayari ana kitu alishakifanyafanya. Niko katika kuitengeneza Habibu K, na chapters zinakuja za King of Freestyle, ziko njiani. Kwa hiyo tutaanza na wani, pia tutafika nayo hapa kuililizi for sure. Leo nimesikia kitu tofauti toka nimeanza kufanya hii kazi mm -hmm. yaani kweli hapa naweza na mwenyewe nikathibitisha kwamba kuna namna ukitegemea msanii fulani ya kupeleke, ukienda huyo mm. msanii akiondoka unaanza kuhangaika na of course, iko mifano ya wasanii ambao wamepigiwa chorus kali ukashangaa vesi uzijui ile unazijua chorus yeah, mm. na msanii kaenda kule huyo yeah. aki ah mwangia kitu kikubwa, mdogo wangu. Haya, umekuja una, una, freestyle yako yeah. nataka uitambulishe, kwa sababu time na yenyewe hii sio mali sana, itambulishe halafu tuiachie hapa, sasa watanzania waisikie wa, Tanzania, wa, wa pia waambie inapatikana wapi ili wa kusupport of course. Hii ni freestyle inaitwa suti. Humu ndani nimeongelea vitu vitatu: kuna suti, kuna majani, kuna waokota mapopo, kuna umeme kukatika. Yaani ni track moja ambayo imebeba content tofauti tofauti, so kila maisha niyasimulie. hmm. Ndio hiyo tunazungumza, unafanya kile ambacho unachokiweza. Hii track ilikuwa itoke siku ya birthday yangu. hmm. Ni kwa sababu nilikuwa nimekaa muda mrefu kuachia ngoma toka hiyo na Bill Nasi na nasi, I think ni mwaka jana, na na adaua uo ni muda mm. mrefu watu wakiniulizia dondo hiyo, nimeamua kuiachia. Bado sijaipandishia, lakini itapatikana audio maki na platforms zingine zote. E, basi sikiliza mzigo mpya kutoka kwa Habibu K, moja kati ya watu wenye vipaji sana nchini Tanzania kwenye upande wa hip hop. Ni freestyler mkali kuwahi kutokea. Mi naitwa mimi ni Lupe yule ni Didi, yule DJ Patkat, Jimi Corta kwenye kamera. Till next time, baba.